Kuhesabiwa haki maana yake nini? Kuhesabiwa haki maana yake ni kupokelewa na kukubalika mbele za Mungu bila sharti lolote, isipokuwa kwa njia ya imani pekee. Katika hatua hii ya wokovu, kuanzia dakika ile ile kuanzia wakati ule ule kuanzia muda ule ule ambao mtu anamwamini Yesu Kristo kuwa kafara ya dhambi zake mwenyewe, ndiyo wakati huo huo hukumu ya dhambi inakoma kwa huyo mtu. Hukumu ya dhambi anakingwa mbali nayo wakati tu ameamini. Hii ndiyo maana ya kuhesabiwa haki kwa njia ya imani, ama kuhesabiwa haki kupitia imani ya Yesu Kristo, imeandikwa katika kitabu cha Yohana, katika kitabu cha Yohana tatu mstari wa 18, anasema amwaminie yeye hahukumiwi. Hii ina maana gani? Wakati tu mtu amemwamini Kristo, huo ndio wakati hukumu ya dhambi inakoma juu yake, hukumu ya dhambi ambayo ilikuwa inamnyemelea wakati huo huo inakingwa mbali na inawekwa mbali na mtu huyo. Katika wakati wa zamani wa Waisraeli, kulikuwa na vitu vilivyokuwa vinaitwa miji ya makimbilio. Miji hiyo ya makimbilio ilikuwa imeandaliwa kwa ajili ya watu ambao wametenda dhambi pasipo kukusudia, mtu ambaye ametenda dhambi, mfano ameua pasipo kukusudia. Miji hiyo ya makimbilio ilikuwa ni kwamba mtu akifanya kosa bila kukusudia, na anatakiwa auawe na watu, ndipo alitakiwa kukimbilia katika miji hiyo ya makimbilio. Katika miji hiyo angepata kupona. Hakuna e, mhukumu yeyote, hakuna mshtaki yeyote ambaye angeweza kuingia katika miji hiyo ya makimbilio na kumuua yule mdhambi. Kwa hiyo mtu yeyote aliyefanya hilo kosa alikimbilia katika mji huo ili akaweze kuponya nafsi yake. Mji wa makimbilio ama miji ya makimbilio ilimwakilisha Yesu Kristo mwenyewe, ambaye wadhambi wote wanaitwa kwake ili kwamba waweze kupona. Washtaki wote mbele za Yesu hawana nafasi. Mtu yeyote ambaye ni mdhambi anamkubali na kumpokea Kristo hukumu na mashtaka yote yanakoma kwa wakati huo, kwa sababu hukumu yote ile ya dhambi na mashtaka yote anayabeba Kristo mwenyewe. Mfano hai ni wakati ambapo mwanamke mzinzi alikimbilia kwa Yesu Kristo. Yule mwanamke alibaki salama mbele ya Kristo. Washitaki wake wote hawakuweza kumdhuru, hawakuweza kumuua mbele ya Yesu. Kwa nini? Yesu ni mji wa kimbilio. Yeyote yule mdhambi, yote yule anayeona dhambi zake zitamwangamiza, kimbilio ni kwa Kristo. Unapomwamini tu Kristo, hukumu ya dhambi inakoma, unapokelewa na kuhesabiwa haki kwa njia ya kumwamini tu mwana wa Mungu, Yesu Kristo. Warumi nane mstari wa thelathini na tatu inasema ni nani atakaye washtaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kuwahesabia haki ni nani atakayewahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, naam, na zaidi ya hayo amefufuka wa katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Hii ina maana gani? Unapomwamini Yesu Kristo tu, maana yake unapokea kipawa cha haki ya Mungu ambacho ndicho kinachokupa kibali mbele za Mungu cha kukingiwa na mabaya yote, cha kukingwa na hukumu ile ambayo ingekupata kwa sababu ya dhambi zako. Katika hatua hii ya wokovu ya kuhesabiwa haki bure kwa njia ya imani, mtu anapokelewa kama alivyo, yaani anapokelewa na dhambi zake zote, pasipo kupewa shariti lolote la kwamba acha kwanza dhambi ndipo Mungu akupokee. Hapana, hatua hii ya wokovu Mtu anapokelewa na dhambi zake kama alivyo. Hii ni siri ambayo watu wengi hawaifahamu. Wengi huwa wanajisemea wao wenyewe kwamba niache kwanza dhambi ndipo nitamwamini Yesu. Niache dhambi ndipo nitaenda kanisani. Niache dhambi ndipo nitamkaribia Kristo. Huku ni kujidanganya kwa sababu gani? Mwanadamu hana uwezo wa kujiondoa ama kuacha dhambi pasipo nguvu za Mungu. Nguvu za Mungu zinapatikana kwa nani? Kwa mwana wa Mungu Yesu Kristo. Huyu ndiye ukimwamini anakupatia nguvu za kuweza kuishinda dhambi. Kwa hiyo mtu yoyote anayejihisi ana dhambi anapaswa kwenda kama alivyo kwa Kristo. Asisubiri wakati wowote ule ambapo dhambi zitakuwa zimemwacha au atakuwa ameacha dhambi ndipo aje kwa Kristo. Huo wakati hautakuja kamwe. Mfano rahisi tu ni huu, mgonjwa mahututi ndiye ambaye hukimbizwa hospitalini haraka sana, ili aweze kupona, ili aweze kwenda kupata matibabu, ili aweze kwenda kupata huduma, apate uponyaji. Ndivyo ilivyo. Kristo ndiyo hospitali ya wagonjwa wote wa dhambi. Wanadamu wote, sisi ni wagonjwa wa dhambi. Kimbilio na hospitali yetu ni Yesu Kristo. Huwezi ukasema mgonjwa huyu ni mahututi sana, kwa hiyo tusubiri kwanza aponepone kidogo ndipo tumpeleke hospitalini. Wewe utakuwa pengine huna akili timamu. Mgonjwa mahututi ndiye anayekimbizwa kwa haraka sana, kwa sababu akiendelea kubaki nyumbani, kuna hatari kubwa ya yeye kupoteza maisha. Ndivyo ilivyo kwa mdhambi yoyote, kadiri anavyojichelewesha kwenda kwa Kristo, ndivyo ambavyo hatari ya kupoteza uzima wake inakuwa karibu zaidi. Kwa hiyo mtu yeyote anayejihisi ana dhambi, hata ziwe nyingi kiasi gani, anapaswa kukimbilia kwa Kristo ili akapate tiba ya dhambi zake. Wapo wengine ambao muda mwingine ni wale ambao wanadai wamemwamini Yesu Kristo, lakini ukiwauliza kitu ambacho kitakufanya ukubalike mbele za Mungu, wanakujibu ni matendo yangu mema, ni matendo ya mtu mema ndio yatakayom yatakayomwokoa mtu Mpendwa, iko hivi, hakuna matendo mema ya mtu ambayo yatamuokoa ama yatampa uzima wa milele, bali ni haki ya Mungu ipatikanayo kwa njia ya imani. Hiyo ndiyo itamuokoa mtu, haki tokayo kwa Mungu kwa njia ya Yesu Kristo, ndio itakayo itakayotuokoa sisi wote ambao ni wadhambi. Maandiko yanasema hata utende mambo mema mengi kiasi gani, lakini ukija kukosea katika jambo moja, mambo yote yale mema hayatakumbukwa, na kwa sababu ya hilo kosa moja utaangamia. Imeandikwa katika kitabu cha Ezekieli 33 mstari wa 13 inasema, ni mwambi yapo mwenye haki ya kwamba hakika ataishi, kama akiitumainia haki yake akatenda uovu, basi katika matendo yake ya haki hata mmoja wapo alitakumbukwa bali katika uovu wake aliyoutenda atakufa katika uovu huo. Hebu swali la kujiuliza ni hili, kila mmoja wetu ukijipima wewe, je, unaona kwamba unaweza kwa nguvu zako mwenyewe kutenda mambo mema yote katika maisha yako pasipo kukosea hata katika jambo moja? Kwa nguvu zako mwenyewe ni kitu ambacho hakiwezekani, ni kitu ambacho hakiwezekani, kama haiwezekani. Kwa sababu haiwezekani, basi Kimbilio ni Yesu Kristo, huyo ndiye anatupatia wema, yaani haki yake, anatufunika kwa haki yake, dhambi zetu zinafunikwa ndani ya, ya haki yake, ili sisi tupate kibali mbele za Mungu, kana kwamba hatukuwahi kutenda dhambi. Wito kwa kila mtu, wito kwa kila mtu, kwa kila lugha, kwa kila jamaa, kwa kila taifa. Wito ni kumwamini Yesu Kristo. Wito ni kumpokea Mwana wa Mungu aliyekuja akafa kwa ajili ya dhambi zetu ili tupokee haki bure kwa njia ya imani. Mtu yeyote anayetumainia haki yake mwenyewe hakika atapoteza nafsi yake. Lakini yule anayetumainia haki ya Kristo huyo ataiokoa nafsi yake. Rafiki, Dada, mama, baba, kaka, popote pale ulipo. Usikiapo ujumbe huu, mwamini Yesu. Muda ni huu wa kupokea haki ya Kristo kwa njia ya kumwamini Mwana wa Mungu. Kwa haki hiyo ndio wokovu utapatikana. Usitumainie matendo yako mema. Matendo mema ni matokeo ya kumpokea Yesu Kristo. Matendo mema yanapatikana kwa Kristo, katika ile haki ya Kristo. Usijitumainie wewe mwenyewe, maana maandiko yamesema, kwa haki yako wewe mwenyewe utaangamia tu, maana katika kosa moja utakalotenda hilo ndilo, kwa hilo utaangamia. Habari njema ni hii, Yesu Kristo yupo kwa ajili yetu kutuvisha na kutupatia ile haki itakayotupatia uzima wa milele. Mwamini Yesu, nawe uokolewe. Uwe na wakati mwema.